Assalamu alaikum, leo ninakuletea kisa cha wanawake wawili wa dini ya Kiislamu, wanawake marafiki watokea utotoni mpaka sasa wakiwa wakubwa, lakini ajabu ni kwamba wawili hawa kwa sasa ni maadui. Je, ni nini kilitokea na itakuwaaje? karibu katika safari hii iitwayo The Two Aishas, yani Aisha wawili. Leo kuna uzinduzi wa kitabu cha mtu mwenye wadhifa mkubwa na ushawishi serikalini. miongoni mwa waliohudhuria ni pamoja na familia ya bibi na bwana Jibril. Huyu dada anaitwa Aisha Jibril na huyu kaka ambaye ni mume wake anaitwa Jamal Jibril. Jamal na Aisha wakajongea mpaka ndani. Huko ndani waandishi wa habari wametapaka kila mahali, na miongoni mwa hao waandishi wa habari akawaita Jamal na Aisha kwa ajili ya kufanya nao mahojiano mafupi. Mwandishi akawasifia Jamal na Aisha kwa namna walivyopendeza. Upande wa pili kuna hawa wanandoa wengine, huyu dada naye anaitwa Aisha, lakini huyu ni Aisha Yusuf na mume wake ni Ibrahim Yusuf. Jamal na Aisha waliposikia kina Ibrahim wamekuja, wakakereka sana. Mwandishi wa habari alivyokuwa hana yana akawaita kina Ibrahim wajumuika kwenye red carpet wafanya mahojiano. Ibrahim akamsalimia Jamal, Aisha akamsalimia Aisha mwenzie, lakini wote sura zao zina shari. Lakini wakati Jamal anaulizwa maswali na mwandishi, mwandishi mwingine kutokea kwenye chombo kingine cha habari akaja kumhoji Ibrahim maswali aliyokuwa akiulizwa Jamal, majibu yake yalikuwa yakimlenga Ibrahim. Jamal anasema huyu kiongozi wa serikali aliandaa hiki kitabu ni mtu mwaminifu na hawezi kuwa msaliti kama huyu mwingine. Ibrahim yakamfika kooni, lakini Aisha Jibril akamwambia Ibrahim, pilipili ya shamba inakuwashia nini? Mume wangu haungei na wewe, unajua fika mume wako ananiongelea mimi. Wakati Jamal anazidi kumwongelea mbovu Ibrahim, Ibrahim akampiga kikumbo Aisha Jibril kama kiroba cha viazi. Turudi siku tatu zilizopita. Ibrahim alienda ofisini kwa Jamal. Ibrahim alikuwa mshikaji na kama ndugu kwa Jamal, maana halisi ya undugu bila kushia damu ni huu kati ya Ibrahim na Jamal. Wakiwa wanapiga stori zao za mipango ya kazi, Jamal akamshirikisha Ibrahim kuwa chama chao cha siasa kimempitisha jina lake kuwa mgombea umakamu wa gavana. Ibrahim akampongeza kwa hatua hiyo Jamal, na leo kikao cha dharura kimeitwa. Jamal anaamini hiki kikao ni kwa ajili ya kumtangaza Ibrahim. Na Jamal wakawahi kwenye kikao, huku Aisha Jibril kakutana na shoga yao aitwaye Halima. Aisha wote wawili pamoja na Halima wamekuwa pamoja, lakini mara zote Aisha Yusuf amekuwa akichelewa wanapokuwa wanatoka out. Aisha Jibril akawa nalalamika kwa Halima kwa tabia hii ya uchelewaji wa Aisha Yusuf, lakini Halima akamtetea Aisha Yusuf, mara zote shoga yao huwa anachelewa kutokana na kuwa na wateja wengi kwenye famasi yake. Baada ya muda fupi Aisha Yusuf akaja. Aisha Jibril akalalamika kwa hii tabia ya wajina wake. Aisha Yusuf hana cha kujitetea, akaomba radhi. Kwa kuwa boss wa leo ni Halima, Halima akafanya malipo ya msosi kupitia kadi yake ya e benki. Lakini huko Aisha Yusuf macho yake yote yapo kwenye mtori wa Aisha Jibril, anachokitazama ni nyama tu. Halima anaenjoy kuona shoga zake wote wawili wakiwa wana furaha. Halima akawauliza kina Aisha wamejiandaaje na umra. Aisha Yusuf anasema yani, naisubiri hii kwa hamu. Aisha Jibril ameshapewa ahadi ya kukaa kwenye hoteli kubwa watakapoenda kwa ajili ya umra. Lakini wakati wanaongea hayo, sura ya Halima haina amani. Aisha Yusuph akamshtua Aisha Jibril amwangalie shoga yao Halima, anakohoa inaonekana ana shida. Halima akasema hawezi kwenda umra kwa sababu zilizo nje ya uwezo wake. Halima hakutaka mada hiyo iendelee, akaomba aondoke. Huku kwenye kikao cha chama cha siasa, taarifa inatoka mwenyekiti atachelewa kwa dakika Thelathini. Basi wanachama wakawa wanasalimiana wakivuta muda mpaka mwenyekiti atakapofika. Miongoni mwa wanachama akamtoa hofu Jamal, asijali kiti cha ugavana ni chake, na wasija wakasahau kuhudhuria uzinduzi wa kitabu cha kiongozi wao. Na baada ya dakika thelathini mwenyekiti akawasili. Mwenyekiti akaja na taarifa mpya kwa wanachama kuwa miongoni mwa hao wanachama kuna mmoja ambaye ni mwizi na anatoa rushwa ili apate nafasi ya uongozi kupitia chama hicho, kitu ambacho ni kinyu kabisa na taratibu za chama chao, na mtu huyo ndiye aliyekuwa akitarajiwa kuwa mgombea mwenza kwenye kiti cha unaibu gavana na sio mwingine bali ni Jamal Jibril. Jibril akashtushwa na hizi taarifa akazikana hizi taarifa ni za uongo. Kwa kuwa Jamal anataka kujua hizi taarifa zimetokea wapi, mwenye kiti akatuma watu wakamwita afisa kodi aje athibitishe hilo. Afisa kodi alipoitwa, wa kwanza kusalimiana naye akaone Ibrahim. Afisa kodi akakiri tuhuma za ukopaji wa kodi zinazomkabili kwa kosa hilo chama kikapendekeza Ibrahim awe mgombea mwenza wa nafasi ya ugavana. Hata Ibrahim mwenyewe akashangaa hili imewezekanaje, lakini Jamal akamwona Ibrahim kama msaliti. Jamal akaja nyumbani akiwa na hasira sana, Aisha akamuuliza Jamal ana shida gani. Jamal akamhadithia Aisha yote yaliyotokea kwenye kikao cha chama, lakini Jamal akakumbuka wakati afisa kodi anaingia kwenye kikao cha chama alisalimiana na Ibrahim. Hii ina maana kuwa Ibrahim ndiye aliyemcho Jamal akajiapiza kulipa kisasi na akimjeza ndimu mke wake kuwa shoga yake ndiye alimwibia nafasi yake. Huku upande wa pili, Ibrahim anaswali. Baada ya kumaliza ibada, Ibrahim akawa anafikiria kama ni yeye atakayekuwa ndiye mwenye makosa mpaka Jamal amekosa kupita kwenye hiyo nafasi, lakini Aisha akamwambia sio kosa lake, ni Allah ndiye aliyepanga yeye kupita na Jamal kukosa. Pia Aisha Yusuf akamwidi Ibrahim atampiga Aisha Jibril itakapofika asubuhi. Huku kwa Aisha Jibril mwenyewe anawaza ni kwa nini shoga yake ameamua kuwafanyia hivi. Kinachomuuma Aisha Jibril ni licha ya Aisha Yusuf kujua ndoto zake za kuwa mke wa gavana, lakini bado yeye na mume wake wamewasaliti. Kulipokucha Aisha Yusuf akampiga Aisha Jibril, lakini Aisha Jibril hataki kusikia chochote, akalalamika Aisha Yusuf kwa kitendo alichokifanya mume wake ambaye ni Ibrahim. Muda wa kuwapeleka shule watoto ukafika, lakini Aisha Jibril alivyoiona gari ya Aisha Yusuf akamtaka dereva awashe gari haraka haraka, waondoke. Mdogo wake Aisha Yusuf aitwa Abdullahi akamuuliza dada yake, huyu si Aisha Jibril? Mbona ametukwepa? Aisha Yusuf akazuga, huenda Aisha Jibril amewahi kwa fundi. Aisha Yusuf aliporudi nyumbani akajaribu tena kumpigia Aisha Jibril ili aone kama ataweza kujenga amani, lakini bado moyo wa Aisha Jibril umejawa na chuki. Aisha Yusuf alipoona Aisha Jibril hataki amani akakata simu. Hiki kitendo cha Aisha Yusuf kukata simu nacho kikawakosa, Aisha Jibril akaapa kulipa kisasi katika hili. Lakini Aisha Jibril akiwa anajiapiza akaona picha ya Aisha Yusuf. Aisha Jibril akaiangalia hii picha na kukumbuka mbali sana miaka mingi sana iliyopita. Aisha Yusuf akiwa anatoka madrasa akiwa ameweka headphone zake masikioni, akataka kuvuka barabara na ilibaki kidogo tu agongwe na gari. Kuna binti akamwokoa, na binti huyu sasa ndiyo Aisha Jibril. Kuanzia hapo urafiki kati ya Aisha Jibril na Yusuf ukawa mkubwa na Aisha Jibril akamtambulisha Aisha Yusuph kwa shoga yake ambaye ni Halima. Aisha Yusuph akawa naenda kwa kina Aisha Jibril na Aisha Jibril akawa anaenda kwa kina Aisha Yusuph, wakawa sio marafiki tena bali ni ndugu. Akiwa kwenye kumbukumbu hizi, Jamal akaja na kumshanga Aisha kwa nini ameshika picha ya msaliti. Aisha anasema hii picha ndio inazidi kumpa uchungu, safari yake yote na Aisha Yusuph kumbe ilijawa na unafiki ndani yake, na Jamal akazidi kutia muhuri ni nyoka. Hiyo ndiyo hali iliyokuwa siku tatu zilizopita. Haya, turudi kwenye hali ilivyo leo. Baada ya aisha Jibril kudondoshwa na Ibrahim akarudi nyumbani akiwa anachechemea. Jamal akaja na maji kwa ajili ya kumchua mke wake na kumtaka waende hospitali, lakini aisha Jibril akakataa, anasema yupo sawa, aliumia kidogo tu. Wakati jamal anaongea na aisha Jibril, simu ikaingia kwa Jamal na hii simu inatoka kwa miongoni mwa wajumbe wa chama wa hicho cha, cha siasa. Jamal akalalamika oalichofanyiwa mke wake na kumchongea Ibrahim eti hawezi kuwa gavana kwa sababu hawezi kukontrol hasira zake. Huku upande wa pili Aisha Yusuf amerudi nyumbani na kuwasha TV aangalia kwa kitendo alichokifanya mume wake, vyombo vya habari vitasemaje. Taarifa ya habari ikaanza na ikaripoti tukio hilo la Ibrahim kumsukuma Aisha Jibril na wengi wakamwonyeshea kidole Ibrahim kutokana na kitendo hicho. Hili jambo likamkera sana Ibrahim. Ibrahim akaapa vita aliyoanzisha Jamal na mke wake yeye ataimaliza, lakini mke wake akamtuliza na kumwomba achani na hivita kati yake na Jamal na badala yake asali na amwachie Allah. Angalau kwa maneno haya Ibrahim akapunguza hasira. Halima akiwa zake hospitali akapokea simu kutoka kwa rafiki yake Aitai Chinyere. Chinyere akampa Halima ubuyu juu ya sekeseke lililotokea hapo jana. Halima akashangaa, akaona acha awashe data ajionee mwenyewe. Kitendo cha kuwasha data tu, kinachotrend ni juu ya familia ya Aisha Jibril na Aisha Yusuph, na yote ni kutokana na madaraka tu. Halima akamua kuwapigia Aisha wote wawili na kuwaunganisha. Halima akaanza kwa kulalamika kwa nini mtu na ndugu yake wanagombana kwa ajili ya madaraka. Aisha Jibril akamstopisha Halima, kwanza yeye na Aisha siyo ndugu, hawashaidam wala ukoo. Huyu Aisha mwingine naye akaanza kumzodoo mwenzie, hawezi kuwa na ndugu mwenye ubongo mchache. Aisha Jibril alipoona yamemkaa kooni akakata simu. Ukiachana kwenye vita ya wake huku kwa waume Kesi ikaletwa kwa viongozi wa chama. Jamal ameshikilia bomba, Ibrahim hawezi kuwa gavana kwa maana ana hasira za karibu. Ibrahim akajitahidi kujitetea lakini bado viongozi wakasimama na Ibrahim. Jamal akaumbuka na kuwapa atawakomesha. Kusikia kauli hii ya kitisho, mgombea mwenzo wa Ibrahim akamwomba mwenyekiti ampe ulinzi wa kutosha. Ibrahim safari ya kuelekea umra ikafika. Jamal na mke wake wapo kivyao, Ibrahim na mke wake wapo kivyao. Ibrahim akiwa na mke wake akamwomba Allah amsamehe sana kwa makosa yake, amsamehe kwa kubali chuki kati yake na ndugu yake. Lakini kabla hajaja kwenye umra, Ibrahim alishajaribu kutengeneza amani kati yake na Jamal wakiwa wanatoka msikitini, lakini Jamal akampita kama mjui. Aisha Yusuf akamwambia mume wake hizi ni fitna tu na inabidi wazishinde. Baada ya wiki kupita wakarudi nyumbani. Aisha Yusuf akapokelewa na mdogo wake ambaye ni Abdullah. Abdullah akamwambia dada yake kuwa kuna barua yake imefika siku tatu zilizopita Aisha Yusuf akaomba aende akajiandae na swala kisha ndipo aisome hiyo barua. Huku kwa Aisha Jibril naye akapewa barua na mfanyakazi wake naye akaomba swali kwanza, ndipo aisome hiyo barua. Aisha wote wawili wakaanza kuzisoma barua zao, kumbe hizi barua zimetoka kwa shoga yao ambaye ni Halima. Kile kifua kilichokuwa kina Halima ni kansa na aliambiwa na madaktari kuwa ana miezi mitatu tu ya kuishi duniani. Halima alipambana kwa kadri ya wezavyo kuhakikisha kabla jondoka duniani awapatanishe shoga zake, lakini ikashindikana. Halima akatamani Aisha wote wawili wapatane, ili hata akifa watoto wake wapate walezi bora watakaowaongoza katika misingi ya dini ya Kiislamu. Hakika sisi ni mavumbi na kwake tutarudi. Aisha wote wawili wakaumia kutokana na maneno mazito yaliyomo kwenye hii barua. Aisha wote wawili wakakimbilia hospitalini, lakini mume wake Halima akawapa taarifa kuwa Halima alishaenda kukutana na mumba wake dakika 30 Zopita. Msiba wa Halima ukawakutanisha tena Aisha Yusuf na Aisha Jibril, lakini sio kwa Jamal na Ibrahim. Jamal hataki kabisa kusogeleana na Ibrahim. Msiba ulipoisha Aisha Yusuf na Aisha Jibril wakaombana msamaha kwa pamoja, waungani kuwalea watoto wa marehemu Halima. Waliporudi nyumbani, Aisha Jibril akalalamika kwa Jamal, kwa nini msibani ameshindwa kuvua tofauti yake na Ibrahim, ameshindwa hata kumsalimia? Majivuno ya nini wakati atarudi mavumbini kama kama alivyorudi Halima. Hivi sasa Jamal anasema hawezi hata kidogo kumsamehe Ibrahim kwa mengi aliyomfanyia na kwa kitendo cha kumdondosha mke wake mbele ya hadhira, hilo hawezi kulisahau hata kidogo. Ndipo Aisha Jibril akamwambia ukweli wote Jamal kuwa Ibrahim hakuwa na kosa lolote, bali ni yeye, kwa maana ni yeye ndiye aliyemkanyaga Ibrahim kwenye kiatu na hata kudondoshwa, wala hakudondoshwa bali alijisukumiza tu ili Ibrahim aonekane mbaya. Jamal hakuamini alichokisikia. Leo wakiwa parking kwenye shule ya watoto wao, watoto wa kiume wakawa wanacheza mpira, lakini wakati mtoto wa Jibril anaenda kuchukua mpira gari ikaja. Wakati wazazi wameshika vichwa wasijue la kufanya, mtoto wa Ibrahim akatokea na kwenda kumkinga mwenzie. Jamal akamshukuru mtoto wa Ibrahim, kama hawa watoto wanapendana, kwa nini sisi watu wazima tushindwe kumaliza tofauti zetu? Ibrahim na Jamal wakakumbatiana. Wakiwa wametoka out Jamal, Ibrahim pamoja na wake zao, akaja yule afisa wa kodi kumbe, huyo alisoma na Ibrahim na hawakuwahi kuonana tokea miaka ishirini iliyopita. Afisa kodi akaomba namba ya Ibrahim. Baada ya afisa kodi kuondoka, Jamal akamuuliza Ibrahim huyu jamaa hamjaongea miaka ishirini? Ibrahim anasema hajawahi kuongea kwa miaka ishirini na huyu jamaa walikutana tu kwenye kile kikao cha chama, na kwa hali ilivyoendelea walishindwa hata kubadilishana namba. Jamal ndipo akajua kuwa alikuwa akimwazia vibaya Ibrahim kuwa ndiye alivujisha taarifa zake za kutolipa kodi na Jamal akaapa kumpambania Ibrahim kwenye kampeni mpaka apite. Siku ya uchaguzi ikafika na majibu yakatoka kuwa Ibrahim amepita. Mja mwenzangu, Allah umpa mtakaye kwa muda na sababu aitakayo yeye. Allah atujalie mwisho mwema. Allah aibariki haja ya moyo wako.